Mheshimiwa Spika, ninapenda kutoa salamu za Wizara ya Maji kwa wananchi wote wenye faini katika mamlaka za maji kuwa Mama Samia amesamehe faini hizo na hivyo wafike kwenye mamlaka za maji kwa ajili ya utaratibu wa kurejeshewa huduma za maji hadi tarehe 31 Mei 2025. Mbili, wateja wote wenye madeni sugu kwenye mamlaka za maji wafike ofisini kwa ajili ya kupewa utaratibu wa kulipa madeni yao na kurejeshewa huduma mara moja. Kwa sababu kwa sasa wao hawapati na sisi hatupati. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha wanapata huduma maji safi na salama. Tutaweka utaratibu mzuri, walipe kidogo kidogo ili waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuziagiza mamlaka zote za maji kutokuwakatia wananchi huduma ya maji katika kipindi cha sikukuu na weekend na kufanya maunganisho ya maji ndani ya siku saba kwa mujibu wa miongozo, lakini pia niwaelekeze mamlaka zetu mamaji ni haki ya mwananchi kupata maji, lakini si haki na si vema kumbamikizia mwananchi bili za maji. Kwa hiyo maelekezo ambayo tunayatoa msoma mita, anapokwenda kusoma mita kwa mwananchi, amshirikishe mwananchi. Na sasa tumefanya uamuzi mzuri wa kuhakikisha kwamba tunaanza uwekezaji wa prepaid mita, kwamba mwananchi ambapo ametumia prepaid mita, kwamba analipa kabla. Kwa maana gani? Kwamba anataka maji elfu tano atalipa elfu tano elfu tano imeisha, ataongeza ili kuondokana na malalamiko ambayo hayana ulazimu.